Leo tumetoka kwa mkutano. Mkutano wenyewe ni mkutano wa mashamba uh, MP wa Kisauni leo ameku, ametutembelea na ilikuwa swala kubwa ni kuhusu hilo shamba, lakini cha ajabu ni ametua kuwa ametuhakikishia kuwa tutavunjiwa, lakini ameepa kitu kinaitwa maswali kabisa completely. Ameepa maswali, naona no. na maswali yenyewe mi bado nitauliza ametuambia kuwa tutavunjiwa that's okay, but sisi ishu yetu kubwa ni title sawa, ishu yetu kubwa ni title. Hiyo nani hakuizungumzia kabisa. y amesema aliongea na Joho sijui ataongea na president, sijui ataongea na nani. title tunaletewa lini? hiyo ni kitu ya kwanza tunataka tujue. Na kitu ya pili, kama county government ausiki, how comes wako wako na access ya askari wetu wenye tunawalipa na ushuru wetu Ha? Na kitu chenye amesema ni kuwa hayuko sure, hayuko sure kuwa hawa watu ndo wenyeji of which is true si, si, si, si wenyeji wao wa wenye 13 wenye wanajiambia, unaona no. Na kitu kingine, kama kweli ako na sisi, ako upande wetu, kwa nini hakuna maendeleo upande wa Kashani? Hakuna barabara, hakuna maji sawa, na bado hakuna hospitali. Yaani, sasa tukitaka hospitali tunaenda majaoni, ndio kuna hospitali kubwa. Tutaka hospitali matibabu zaidi ya tuseme level 4 paka Makadara kule, naona so, hayo ni maswali yenye amehepa, kwa sababu hakutupata nafasi hata mtu mmoja ama resident kuongea, hiyo nafasi ya kuipeana kabisa complete, naona. Na hao maswali ilikuwa ni maswali muhimu sana ya kuwa tuulize sisi kama wananchi, ama tupewe nafasi tuaelezee kinagua chenye tunachezewa, tajaawenyi na kitu chenye amejaribu kuonyesha sababu Kiongozi wakati wote, kiongozi ni wa watu sawa. So kama utahepa maswali ya wananchi wako, that means, kuna tashwishi hapo na kuna maswali kadhaa ya kujiuliza. Hebu angalia, whoever has the access, whoever mwenye anaweza kumuona, ama tuwanai video, mfikishieni hilo hilo. Ni swali tunataka title, sawa? Ndio sisi tujisifu kwa tuko kwetu ama tuko, tuko, tuko nyumbani. Tofauti tu tumeshikilia title hivi kwa mkono, hata kama ni title ya pamoja, sio wengine tuwekewe numbers, but title ya pamoja tujue iko secure mahali fulani, it will be okay for us. Hatuna shida na hilo unaona, but tunataka title hiyo. Hilo ndio swala letu kubwa, haja tueleze mambo ya title. Amesema Slonga, sio huko kwa kiti, kuna mtu atavunjio, unaona, hii hii issue ni serious, na hata wewe mwenyewe umesema hivyo. Nitawekea video zake, nitawekea kabisa chenye ameongea.